Muda mwingine kuna masuala ya kisiasa lakini muda mwingine kuna mambo ya senti, mambo ya rushwa haya. E, kwa ndio vitu ambavyo vinatufikisha pabaya sisi kama taifa na wadau mbalimbali wa, wa soka kwao tuna shida sana kwenye masuala mazima ya wasimamizi wa sheria. Sio sheria, natamani kujua vingi kuhusiana na masuala zima ya mikataba. Huu ni wakati wa dirisha dogo la usajili kwenye vilabu mbalimbali vya ligi kuu Tanzania Bara. Wadau wa Sport Center wanaotazama kwa sasa wanatamani kujua walau e, elimu ya mikataba kwa wachezaji lakini pia wanashauriwa nini na wanasheria kama nyinyi. Ulichokisema na mimi pia nime, nime kwa sababu pia mimi ni mdau wa masuala ya kandanda, ya soka na hakuna ubishi kwamba nchini kwetu Tanzania tumekuwa tuna migogoro mbalimbali masuala ya mikataba e, kama ukirejea kulikuwa, kuna, mkataba, kuna mchezaji mmoja wa Simba maarufu sana kipindi hicho ambapo aligonganisha klabu mbili Yeah, kubwa Yanga na Simba Faisal yeah, Simba, yeah. Simba, yeah. La, pia, pia. E, pia vitu kama hivyo kwa hivi vitu ambavyo vimekuwa vikisumbua viki, viki sana, lakini labda watu wataka kujua shida ni nini? Najua shida sio sheria, shida ni wasimamizi wa sheria hmm. Na shida kubwa ni viongozi wa hivyo vilabu e, kwanza wamekuwa sio wa kweli, hawajanyoka katika ukweli na haki, hilo ndio tatizo kwa sababu mkataba tunasema ni makubaliano ya hiari baina ya pande mbili, na mikataba inasimamiwa na sheria. Kwa kile ambacho mnakubaliana, mnakiandika, ndicho inapaswa kitekelezeke kwa pande zote mbili. Mtu hawezi kutoka timu moja kwenda timu nyingine kama mkataba wake ni halali katika klabu nyingine, na mtu aruhusiwi kusaini mikataba katika maswala ya mipira, akasaini na timu mbili kwa wakati moja. Hivyo vitu havifanyeje, haviruhusiwi, kwa kifanyika hicho kitu inakuwa ni kinyume na ni batili. Eh, sasa tunakuwa na matatizo haya, kwa sababu kama unavyosikia bwana, unajua mda mwingine kuna masuala ya kisiasa, lakini mda mwingine kuna mambo t mambo ya rushwa haya. Eh, kwa ndio vitu ambavyo vinatufikisha pabaya sisi kama taifa na wadau mbalimbali wa wa soka, kwao tuna shida sana kwenye masuala mazima ya wasimamizi wa sheria, sio sheria. Nataka kujua mtu akisema mkataba wa awali anamaanisha nini? E, mkataba wa awali ni kile kitu ambacho mmekubaliana hapo mwanzo. E, kwa mabwana labda tumekubaliana tutafanya kazi chini ya majaribio labda miezi sita au mwaka au la. Kwa hiyo tunasema makubaliano ya awali. Hiyo ndio ya, ya awali. Yeah. Maana ukiwa ya awali kuna mtu anaweza akaja akazungumza naye tena kimkataba na akavunja huo mkataba wa awali. Hai, kwenye uwezo kavunja mkataba, yaani mtu uwezo kasema mkataba mwingine kama umesha saini mkataba mwingine. Kwa sababu mkataba si kile kitu mmekubaliana kwamba utafanya kazi kwa muda gani au utadumu ndani ya muda gani. Kwa kunapokuwa kuna mkataba wote kama mchezaji bado yuko ndani ya muda, maana yake hawezi kuingia mkataba mwingine mpaka avunje ule mkataba mwingine. Na ndio maana akataka kuvunja mkataba, tunasema wanavunja mkataba kwa ridhaa ya pande hizi mbili. Kwa mchezaji na ile klabu ambayo imefeje imemwajiri. Kwa, kwa mfano uh, kwa mfano labda Yanga umezungumza na mchezaji fulani kwa mdomo. Huo ni mkataba. Mkataba huo kwa aina kadhaa. Kuna mkataba wa maandishi na mkataba wa kila mmoja apige wino ndo... ndipo utaweza kusajili, kwa sababu naona kusajili katika dirisha hili wanataka makubaliano mkataba. Unawashauri nini sasa wachezaji kuelekea uh, kwenye sajili hizi na dirisha dogo hili? E, mimi ninachopenda kuwashauri tu wachezaji pamoja na vilabu mbalimbali, ili kuepuka migogoro mbalimbali ya kisheria ambayo pia inaweza ikarudisha maendeleo ya soka kwamba ni, ni vyema wazingatie makubaliano ambayo atakuwa naoingia, lakini wawe wawazi kwa jamii na umma na kwa wadau mbali mbali, kwa kila pande ziheshimu mkataba, lakini pia wachezaji wafahamu kwamba mkataba ni kitu muhimu sana, kwa sababu ndio kinalinda haki na maslahi ya pande zote. Kwa hiyo mtu anapoingia kwenye mkataba anajua haki zake ni zipi, ambaye klabu atakayofanyia na klabu inajua kama mchezaji anatakiwa afanye kitu gani, na uzuri mkataba umeweka mpaka utaratibu kama mtu anataka kuvunja mkataba anavunjaje, kwa utaratibu gani? Kwao ni vyema sana kwamba mikataba ni kitu muhimu, na watu wasifanye wasende kwenye soka au kwenye kandanda pasipo kwa mikataba. Kwa mikataba ni takwa la kisheria na, na si hali ya mtu manake. Kuna faida ya kila mchezaji kuwa na mwanasheria e, ni muhimu hicho kitu na na, sio mchezaji tu, kwa mtanzania anapaswa kuwa na mwanasheria kwa sababu vitu vyote vina vinategemeana vinategemea vina vina sheria. Ah salama, shatushinda ah, salama Juma. Eh. Ah, mimi ndo mwanasheria yake afa habibi wake <laughs> Hapa <laughs> sha tushinda hapa hey, tuambie uh, wadau wanaokutazama kwa mara ya kwanza kwenye Sport Center leo, wamefungulia TV wanatamani kumjua huyu mwanasheria ni nani na ametokea wapi na shughuli zake zinafanyika wapi? Uh, mi naitwa Dr. Hamisi Masudi, maanake pia ni mwanafalsafa, naweza nikasema ni mwanafalsafa katika masuala ya kisheria. Nimebobea kidogo katika masuala mbalimbali ya kisheria kwa mimi nipo katika Everlasting Legal Foundation tunajishughulisha na masuala ya utoaji elimu za kisheria, utetezo wa mambo ya haki za binadamu pamoja na kutoa msaada wa kisheria kwa watu kwa makundi yote ya kwa watu mbalimbali. Kwa sisi tupo Kigogo jijini Dar es Salaam. Mawasiliano labda Instagram nini? Eh, mtu anataka kutupata kwenye Instagram anaweza kutupata kwa jina la Everlasting Legal Foundation. Pia mtu anaweza kutupigia simu kwa namba 0677044256 26 au 3 wanasheria wanaga timu eh? ah, kila mtu anakuwa na timu, hata wewe ukitaka, mi pale varasti nitaanzisha timu yangu, nataka je, tucheze na tu tugonge na Jehova. Asante sana kwa sasa, lini utanialika? tukwete kosikazi tu tugonge mbungi. Sasa hivi tuna, tuna, tuna mchezo wa Ngomeni Dabi, kuna mashabiki wa Kariakoo, kuna mashabiki wa Yanga na mashabiki wa Simba, mechi inachezwa tarehe 29, ntakukaribisha kwanza uje Eh, kama kama kama inabidi eh, uwe kama mgeni rasmi, maana Salma hawezi kuja peke yake, tutakaribisha ya uje kwenye mchezo, alafu kwenye hiyo mechi na mech na, na, uh, Everlasting si ndio tutakuja, tujadili ni lini, lini inachezwa. Una timu kwanza? Haina timu, itapatikana chef asole ndondo, uingie ndani ucheze, tujue kabisa upande gani. Ah, mimi ni Salma, najua hiyo <laughs> imeisha, na kuomba tarehe 29, uje mapema nitakuja. Sawa bana, hii imeisha. Salma Juma ameshawishi vitu mpaka mtu amekuwa mnyama. Mimi sina la ziada kuanzia sasa.